Sana mada yetu mamtumaliza, umefanya kazi kubwa sana, tungempongeza tena kwa makofi mengi. Mheshimiwa Katibu e, Mkuu wa wizara yetu, ndugu yetu e, msikwa, Mungu akubariki. Hongera ongera sana kwa maono haya makubwa na kuibua mada hii katika wizara. Ninashukuru sana kwa ajili ya shehe ambaye pia baadaye atazungumza hapa. Nitumie fursa hii kwa muda huu mfupi wa dakika tano nilizopewa, kwa ajili ya kuchangia angalau kwa sehemu ndogo, mimi nimesikia kutoka kwa mtoa mada wetu mkuu, dada yangu, dada Mwantumahiza, na amesema kwa umahiri mkubwa, mmomonyoko wa maadili ni kwa sasa kwa dunia nzima, ni vita ya dunia, ni vita ambayo inapiganwa na mimi ninaona ni maaskari wa vikundi vitatu kwanza. Uh, majeshi haya matatu kwanza, jeshi la kwanza ni jeshi la familia ambalo linahakikisha utamaduni na mila na utamaduni na mila wa kikabila ni strong, ni kuna nguvu kubwa, kama ikiweza kuzingatiwa na tunaweza tukaona, kwa mfano, kabila la Wamasai leo, wale ambao Wamasai wengi hawajaacha mila zao. Kwa hiyo ukiangalia Wamasai unaweza ukakuta, sasa angalau ukiangalia, unaona dalili za watu na utu, um, kwa kabila la Wamasai unaweza ukaanzia Dar es Salaam mpaka ukafika Mbeya na ukafika Mwanza na kama sio Bukoba na huwezi kukuta mtu barabarani wa kabila la Kimasai amejifunga rubega, anabeki, anaomba. Yani ukikutana na Masai umaomba, sasa Maiza amesema analaki wewe uje uchukue laki mbili. Tuwapigie Wamasai makofi mengi. Hakuna Masai tapeli, hakuna Masai tapeli hata siku moja. Hakuna Masai ambaye anaongea uongo uongo ndio, ndio, ashe ashe, hivyo imeisha. Na masai hajui kuongea uongo, hata makazini atakwambia ukweli tu, yani ndivyo alivyo, lakini hawa ni kwenye mila na kwenye familia. Sasa hivi ndio tunapeleka Uislamu Masaini, ndio tunapeleka Ukristo Masaini, ni maeneo ya misioni. Hawana dini ya kiasi hicho, lakini mila na desturi yao imewapa discipline, maadili ya Afrika kwa kabila ambalo lina maadili ya Kiafrika lililobaki, unaweza ukaangalia kwenye Wamasai. Na inasema nasema, hiki ni kikosi cha kwanza cha vita hii ya mmomonyoko wa maadili. Kikosi cha pili na jeshi la pili katika kupambana na vita hii ya mmomonyoko wa maadili ni dini, na hapa mimi ni mchungaji ninawakilisha dini ya Kikristo, na mwenzangu uh, shehe kwa dini ya Kiislamu na, na madhehebu mengine na dini nyingine lakini kama viongozi wa dini tunajitahidi kuhubiri, tunajitahidi kufundisha na kujaribu kuonyesha namna gani mwanadamu anapaswa kuwa, kwa kadiri tunavyoweza. Kwa hiyo hii nayo inasaidia kwa sehemu fulani, lakini kikosi cha tatu na ambacho kina nguvu sasa ya vibali na leseni ni serikali, ni hichi ni kikosi cha tatu na kikosi hiki cha tatu Mheshimiwa katibu mkuu, sasa hivi tunapoongea juu ya vita hii ya mmomonyoko wa maadili tunazungumza, wewe ukiwa katibu mkuu wa kikosi hiki na kama uh, mwendesha vita hii ya mmomonyoko wa maadili, na ukiangalia kwa haraka, unaweza ukagundua na kuona ya kwamba serikali inayo mamlaka ya kutoa leseni inayo mamlaka pia ya kuangalia ni nini kinafanyika. Wakitoa ruhusa vibaya, inaweza ikagharimu nchi, lakini pia wakigundua kwamba kuna baadhi ya vibali ambavyo walivitoa na vimeleta mmonyoko wa maadili, serikali inaweza ikarudi mezani na ikaweza kuondoa baadhi ya vitu. Kwa mfano, leo tunamwona Trump Marekani, mama amezungumza hapa juu ya masuala ya ushoga na ni serikali ile ile ilikaa ikapitisha ikaandika na sera watambuliwe na haki zao, lakini leo Trump amesimama anasema hakuna kutambua haki za wanandoa wa jinsia moja, na hawezi kutangua kitu kama hicho. Ni serikali ile ile na unaweza ukaona kwamba imeweza kuleta impact kubwa sana, kwa sababu ma, ya, ya kutunza maadili kama navyosema sasa. Uh, kwa dunia uh, eh, mmomonyoko wa maadili ni vita kubwa sana ambayo tunapigana leo. Sasa mimi hapa ningeweza nikasema mambo machache. Kwanza e, maadili na kizazi cha maadili kinarithishana, yaani maadili yanarithishwa from generation to another generation, kutoka kizazi kimoja kwenda kizazi kingine. Tunaweza tukasema vijana wa leo, bwana, watoto wa leo hawana adabu. vijana wa leo hawana adabu adabu. lakini vijana wa leo wametokana na wazazi wa leo wazazi wa leo ndio wamesababisha kuwa na hawa watoto au vijana wa leo. Na tukisema vijana wa leo, pengine tunaangalia ni namna gani sisi tumeweza kutumia ule muda wetu wa kutunza maadili na kutengeneza maadili na tumeridhisha ninyi. Sasa ninyi ndio moyo wa nchi. Mheshimiwa Rais amewaheshimu na amewatuma kwa nafasi zenu, wengine ni wateuliwa wa Mheshimiwa Rais na mmetumwa katika jambo moja, mambo mengi lakini kubwa maadili. Kama alivyosema Mheshimiwa dada yetu Mtumaiza ya kwamba ni tunapoachilia maadili na yakamomonyoka, tunapoteza nguvu kazi, tunapoteza uzalishaji na tunapoteza watu ambao tunaweza tukawarithisha nchi hii kesho. Hapa tuna mambo mawili. Kwanza, ili kutii, lazima mamlaka inayotoa nayotoa na, eh, mamlaka inayotoa leseni kufuatilia kwa karibu maudhui ya kimaadili. Baada ya ruhusa ya shughuli za matamasha na nyumba za starehe kutolewa, ni lazima kuwe na ufuatiliaji kuona huyu mtu tulie mpa leseni ya kuendesha nyumba ya starehe au ya kufanya tamasha, maadili yamezingatiwa mle ndani. Ndio hayo mtoa mada wetu amesema, kama tunamuona mwanaume amevaa gauni, kama tunamuona mwanamke mwana yuko kwa namna ya tofauti unauliza kule ndani kuna nini? Lakini jambo la pili, ninyi mliopewa dhamana na serikali ya kumsaidia Mheshimiwa Rais kuonyesha kwa vitendo kupiga kupigana vita hii ya dunia ya mmomonyoko wa maadili kwa kutoa elimu ya malezi, hamwezi na nchi haiwezi kuwekeza tu kwenye elimu ya uzazi. Tumewekeza sana kwenye elimu ya uzazi, mabango, utakuta elimu ya uzazi kwenda kliniki E, na wanaume waende sijui na kitu gani kupima yani. Tuna matangazo mengi sana ya yani elimu ya uzazi, lakini maadili, malezi, ni lazima tufike mahali kwa kuwa na nyumba za malezi. Lakini ninyi maafisa utamaduni ambao mmepewa mamlaka na mheshimiwa rais na serikali inawaamini mheshimiwa, uh, katibu mkuu, ni muhimu sana kuona namna gani ya kubadilisha na na ninyi pia bahati zuri ninyi ni wanahabari na mnajua kwamba habari ina nguvu kubwa sana, vyombo vina nguvu kubwa. Midia ni zaidi ya nyuklia. Namna gani utatumia midia kuhakikisha tunaanza elimu mpya ya malezi na kuhakikisha tunaweza kufikia ulimwengu kwa namna hiyo. Lakini mimi ningeweza kukiri tu kwamba kama tukiweza kurudi kwenye Uh, kwenye maadili yetu tutakuwa tumeleta jambo kubwa sana kwenye nchi yetu. Naomba nikumbushe mambo mawili. Kwanza, tumaini la dunia kwa sasa ni Afrika. Tumaini la dunia kwa sasa, kujua kwamba mtu anayejifahamu kwamba mimi ni mwanaume au mimi ni mwanamke, hilo tumaini la dunia liko Afrika. Lakini maadili na utu wa mtu na ubinadamu, tumaini la dunia liko Afrika kuna mmoja ya hotuba aliyotoa papa, akasema kwa sasa tumaini la dunia liko Afrika, lakini pia tumaini la Afrika liko Tanzania. Tumaini la Afrika liko Tanzania. Tanzania ndio tumaini la Afrika. Nilipofika hapa tu niliona namna ambavyo ndugu zetu wa studio walikuwa natusaidia kutuonyesha picha za kina Samora Machel Mwalimu Nyerere, kwa neema ya Mungu na kwa busara Mungu aliyomjalia mzee wetu muasisi wa taifa letu, alisema statement hii akasema, Tanzania haiwezi kuwa nchi huru kama Afrika yote sio huru. Na mmeona hapa, tangu mmeingia kwenye ukumbi, picha zilizokuwa zinapita hapa, wamelelewa hapa akina Nelson Mandela, wamelelewa hapa wapigania uhuru wa Afrika, na wameonyesha, na ninashukuru sana.